Wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri Nairobi, rais Ruto alithibitisha kuwa ujenzi wa kituo hicho cha mkutano utaanza katika muda wa wiki mbili. Mradi huu uliopitishwa na baraza la mawaziri mnamo Agosti mwaka 2023 unalenga kubadilisha Bomas kuwa eneo kuu la mkutano wa kimataifa. Majadiliano kuhusu hatima yake yamezidi kushika kasi, huku kukiwa na madai tofauti katika mijadala ya umma. Gachagua alipokuwa akihutubu Jumapili katika kaunti ya Kajiado alidai kuwa serikali imeuza Bomas. Today as we speak, Bomas of Kenya imeuziwa muturuki. Bomas of Kenya, imeuzi, imeenda. Ililetwa pale kabinet nikapinga peke yangu. Imeuziwa muturuki ambaye ni business partner ya mtu mkubwa sana katika hii serikali. Serikali imekanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa Bomas haijauzwa bali inakarabatiwa na kuboreshwa ili iwe kituo cha mikutano ya hadhi ya kimataifa. Maafisa wa serikali wanasema mradi huo utaimarisha ukuaji wa sekta ya utalii na uchumi, huku ukihifadhi urithi wa kitamaduni wa taifa. Yunisomolo, Runinga K24, Nairobi.